Siku naingia mimi siku ya pili yake mm, tuko karantini, zimetolewa maiti mbili ndani, maiti mbili. Na unaziona kwa macho yako kabisa? Kwa macho yangu mimi, wametoka wametolewa ndani alfajiri, asubuhi wametolewa ndani, wapelekwa nje. Siku naingia mimi siku ya pili yake, nikajiuliza watu wengi ndani, akasema ndio tushafika, bora huku, bora huku kuliko kituoni. Sasa mimi sikuelewa bora nini lakini baada ya kutoka mule ndani karantini, mm. na kuanza kuchaguliwa maselo mm. tulipoanza kuona matatizo mule ndani hali gani. Mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV, ni matumaini yangu uko poa kabisa popote pale ulipo. E bwana, kama ilivyo ada yetu, leo ni siku nyingine tena, tupo zetu kitaa, tukiwa tunazungumza na baadhi ya watu ambao kwa namna moja au nyingine kitaa kimewaletea changamoto na misukosuko mingi sana. Hivyo ni ima yangu, huku nikikuomba tuendelee kuwa pamoja katika YouTube yetu ipendwa. E bwana, mambo vipi ndugu yangu Ashi? mzima kabisa e bwana, ni muda mrefu E bwana, ebwana, uh, ningependa tujue kwamba wewe ni nani? Uh, Isiyaka . Yeah. Kieni Takacha. Yeah. Uh, ndio jina nalofahamika mtaani. Yeah. Uh, ila ni wachache wanaolifahamu kwa jina hilo. Takacha. Ni wengi, uh, wengi ukija ukiuliza Isiyaka, uh, kwa almaarufu ni Isiyaka. Yeah. Ah uh, okay. Isiyaka, uh, sasa ndugu yangu Isiyaka Uh, katika pitapita pita zangu katika pitapita pita zangu nilikuja kusikia kwamba uh, ulishawahi kwenda gerezani, na hili ni jambo ambalo lilinifanya mimi niweze ku, ku, ku, kufuatilia kiundani ni kitu gani kilikupeleka kili uh, wengine wanasema kwamba uli ulipewa kesi ulipewa kesi ya, ya ubakaji. Hili lina ukweli ndani yake? Kwa kesi nilipewa, ndio yeah. Ila tukio sikulifanya, ndio yeah. Napelekea nikaenda sehemu mbaya sana, ndio yeah. Na ilikuwaje? Kama utapenda unaweza kutualiza, kutuelezea msukosuko wote ambao, uh, ulitokea mpaka wewe ukajikuta kwenye mazingira mpaka hayo, ilikuwaje? Kiufupi nakumbuka ilikuwa kwa siku ya Jumanne siku ya Alhamisi, mm, nilikuwa niko zangu, nilikuwa nafanya kazi pale grocery, ni hapa hapa Sako, nilikuwa nafanya, nafanya kazi za ndani pale, nasafisha safisha, napanga vitu na niko na alapo hapo. Siku hiyo nipo katika mishemishe mishe zangu za mtaani, nishafanya mishemishe mishe zangu sasa. Saa mbili nenda kuoga, nashangaa tu nakuja kuchomolewa chooni na kuanza kupigwa bila kuelewa kosa la nini na tatizo ni nini. Kila nikijaribu kuuliza, anipe majibu, twende huko twende kujua huko huko, mara nyingine anasema amebaka, sijui vi na hivi maelezo mengi zaidi ya kupigwa, nikapigwa, nikapakiwa kwenye pikipiki mpaka maturubai kituoni. Baada ya kufika hapo maturubai kituoni nikafunguliwa kesi kwamba mimi nashtumiwa na kesi la kulawiti mtoto mwenye umri wa miaka minne. Mimi mwenyewe nilishangaa. Na siku hiyo nikamatwa, siku hiyo nilikuwa nafanya kazi na mimi naweza kufanya kazi mm -hmm. naenda kuoga ndio siku anakuja kukamatwa. Na hao waliokuja kukamata walikuwepo, ni askari au ni watu wa kawaida tu? Ni watu wa kawaida tu, hakunikamata askari hata mmoja, ni watu wa kawaida, lakini walikuwa wengi nishindo hata kujizuia ndazi ndazi biti vipi. Kwa baada ya kufika, baada ya kukamatwa wewe na ukaenda ukaenda kituoni, ukapewa hiyo kesi ambayo tunasema ya ubakaji, baada ya hapo nini kilifuata? Walikupeleka mahakamani au ilikuwaje? Nilikaa sana kwanza kituni peke yake, nilikaa nilika karibia miezi mitatu, sina jamaa sina ndugu wala sina rafiki kuleta chochote. Ndipo nikaja nikapelekwa mahakamani, mahakama ya wilaya Temeke. Ni malango wa kwanza naenda mahakamani. Kufika pale, nasomewa kesi, shtaka la kulawiti mtoto mwenye umri wa miaka minne. Nikaulizwa kweli si kweli, nikakana, sio kweli. Kwa, Keko. Mm -hmm. Jela. Mapya, Keko. Nilikaa miaka miwili na miezi sita, miaka miwili na miezi sita, na miezi sita refu sana hapo. Ni muda mrefu. Lakini, hapo nilikuwa nilipotoka nilikuwa nafanya kazi ambayo nilikuwa nalipwa kwa mwezi. Ah, sasa hapo baada ya kuingia gereza la Keko eh, ndipo kaanza experience yako mpya ya maisha Ah, mara nyingi wanasemaga maisha kule ndani yanakuwa ni maisha mazito sana. Je, kwa experience yako wewe unaweza kutuambia kidogo maisha mule ndani yalikuwa ni maisha ya namna gani? Maisha yale sio sio kabisa maisha ya kuishi. Mm. Sasa mimi nimefika mule ndani nimekaa mwezi mmoja ya kwanza nilioka, nilijiona kabisa kwamba sio mimi tena. Sababu kwanza kule kula nyenye issue kuoga ishu, kuvaa ishu, tofauti na nyumbani. Kule kila kitu naenda kwa foleni, kula unahesabiwa, wakati wa kwenda kulala unahesabiwa, wakati wa kutoka ndani unahesabiwa, yani maisha ndo yako hivyo. Maisha naishi kule, nalala saa kumi naamka saa tisa unakula chakula cha asubuhi saa nne asubuhi, yani hiyo ndo mchana na ndo asubuhi na ndo usiku, mpaka siku ya pili yake tena nakula tena kwa hiyo hakuna milo mitatu, mlo ni mmoja tu, hakuna milo mitatu, na kazi ngumu juu yake. Mabusu wana kazi zao wanapewa mm -hmm. Naweza kwamba wasafishe mitalo yeah. Eh, safisha safisha vyoo mm -hmm. Lakini sio vile vyote tunavyosafisha kwamba natumia wewe. Hapana. Wanatumia wenzio ambao wala kuzidi wewe, wewe, kwa sababu kuna manyapala, kuna maaskari selo ambao wao ndio wana mamlaka kufanya vitu mlendani Sio wewe. Wewe umepewa kazi, fanya kazi. Utaki, unaenda kuadhibiwa na adhabu kaa unapewa juu yako wewe na PC, unakaa umetii, umekeuka sheria na ule mpiwa na kiongozi. Ndio maisha ya kule, jinsi alivyo. Bwana, pole sana. Asante na baada ya kuwa na experience, watu wengi wanasemaga kwa mfano eh, ili nalitoa nje kidogo. Ukiangalia movie nyingi, kwa mfano kama unakuwa unaenda jela mara ya kwanza eh, wanakuletea experience bwana, eh, bwana ndio mke wetu amekuja wewe. Jambo kama hilo ushae kutokea au ushae ku experience kitu kama hicho? Mtu mpya ameingia gerezani, ameingia gerezani au mahabusu, baadhi ya watu wakawa wanafurahia eh, bwana, mke wetu amekuja. Ushae kuiona kitu kama hicho au ni movie tu? Siku ya kwanza naingia mule, tulienda tulifika pale usiku siku ndo tumeingia mule saa mbili, tuvyofika pale kuna selo naita karantini, ambayo wageni wote akifika lazima apelekwe kule. Tukakaa pale ndani ya wiki moja ndani, tukatoka kutoka pale ndo tukachaguliwa maselo. Ni kweli hivyo vitu vipo. Bila tamaa yako mwenyewe, ukifuata kilicho kupeleka Mungu atabariki na tutoboa, lakini ukiendekeza tamaa kama ulizokuwa nazo nje ukaendelea kufanya na kule Wengi wako hivyo, wanapotea yeah. Na kuna wengine wanatamani hata kutoka maisha yale, yani abaki kule kule, akitoka akai wiki anarudi, amisi ugali wa bure. Wewe ashazoea mazingira. Mimi naona pumbavu sana kwa sababu mm -hmm. So, mimi mpaka leo nimetoka, mpaka leo maisha yangu ndo kama hivi ninavyoishi, yeah. mm -hmm. Nilikuwa napata hela kwa mwezi shilingi elfu sitini na mishemeshe zangu za rodi napiga kama kawaida. Yaanimimi kwa siku kwa kuingiza hela ni kitu cha kawaida mimi, kwa hamsini arobaini ni kitu cha kawaida kwa siku. Lakini toka nilipoingia kule nimekaa miaka mine na miezi sita. Nilivyotoka, kila kitu changu kimebadilika mpaka leo. Sasa. Hapo hapo nikuchomekea swali. Ni ni kitu kipi ambacho kilitokea kule kati huko huko gerezani um, ambacho mpaka leo nakikumbuka nasema nasema eh bwana kile kitu Hapana, ni momenti ipi ambayo ilikutokea, unasema nasema e, kile kitu hapana? Kuna vitu vingi mbona. Niambie kimoja tu, kama uta, utalidhia. Maisha ya kule mm, sio maisha rasmi ya kuishi binadamu kwanza mm. Kuna magonjwa mm. Ila nashukuru mimi mm, kwa muda o niliokaa mm, sijawahi kumwa gonjwa hata mmoja toka nimekaa mpaka natoka, ila kuna watu wanaumwa watu wanakufa mule kila siku naingia mimi siku yake, mm. maiti mbili, ya pili yake tuko karantini, usimetolewa maiti mbili ndani, kwa macho yako kabisa. mm. nje siku, siku naingia mimi siku ya pili. Bora huku, bora huku kuliko kituoni. Sasa mimi sikuelewa bora nini? lakini baada ya kutoka mule ndani karantini, mm -hmm. na kuanza kuchaguliwa maselo mm -hmm. anza kuona matatizo mule ndani, mm -hmm. mule ndani ndani kwanza, ndugu wenyewe anakataana, yani hawajuani kabisa, kitendo cha ja mshato ka kituo ni, mkiingia mule amna ndugu amna jamaa amna rafiki, kila mtu yuko kivyake, kila mtu anaangalia maisha yake na sikwambie mtu sijui nikusaidie nikupe chumvi, hakuna kitu kama hicho. Kule watu hawasaidiani kule, kila mtu ajipambania mwenyewe na maisha yake.